Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine nchini yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inaishapa natajia kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Rukwa, ziwa Nyasa, pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 34 katika mkoa wa Morogoro. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma, Katavi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Pwani kijumisha visiwa vya Mafia pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Mara, Simiyu, Shinyanga pamoja na Tabora, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa